Kama ni uchimbaji wa madini basi, nimeuona mwamba wa dhahabu. Bidii kuuelekea hakuna mapumziko wala kuchoka. Kila jambo na hadithi yake. Hivi, unamfahamu balozi Dkt Emmanuel John Nchimbi, jabali la siasa Tanzania, na mgombea mwenza wa rais Dkt Samia Suluhu Hassan katika uchaguzi mkuu mwaka huu wa 2025? Ndani ya jiji la Mbeya mwaka wa 1971 tarehe 24 Desemba, ilisikika sauti ya kipekee toka kuumbwa kwa ulimwengu. Ilikuwa ni sauti ya kuonyesha uhai na ujio kamilifu wa balozi Dkt Emmanuel Nchimbi katika uso wa dunia. Mzee John Nchimbi, mwenye asili ya Songea, askari mstaafu wa jeshi la polisi na mkewe wakamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuwabarikia mtoto wa kiume, wakampatia jina na kumwita Emmanuel, yani Mungu pamoja nasi. Dr. Emmanuel Nchimbi alikuwa katika kimo na akili huku akimpendeza Mungu na binadamu, ukurasa muhimu katika kutimiza maandiko matakatifu kwamba mshike sana elimu usimwache aende zake, uliendelea kutimia toka mwaka 1980 mpaka mwaka 1986 alipokuwa akisoma shule ya msingi Oysterbay ndani ya jiji la Dar es Salaam. Ilipofika mwaka 1987 hadi mwaka 1989 alisoma katika shule ya sekondari Uru kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha tatu. Ilipofika mwaka 19 na themanini na tisa mpaka mwaka elfu moja mia tisa na tisini akasoma Sangu Sekondari kwa kidato cha nne, akafanya vizuri hapo. Kidato cha tano na cha sita akasoma shule ya sekondari Forest Hill kati ya mwaka elfu moja mia tisa na tisini na moja mpaka mwaka elfu moja mia tisa na tisini na tatu Alipata diploma ya juu katika masuala ya utawala wa umma katika chuo kikuu cha Mzumbe Morogoro toka mwaka 1994 mpaka mwaka 1997 shahada ya uzamili yani masters degree aliipata katika chuo cha Mzumbe University katika masuala ya usimamizi wa biashara ilikuwa ni toka mwaka 2001 mpaka mwaka 2003 bidii katika kusoma vilimpeleka mbali zaidi mpaka kutunukiwa shahada ya uzamivu yaani PhD katika maswala ya usimamizi wa biashara toka mwaka elfu mbili na nane mpaka mwaka elfu mbili na kumi na moja katika chuo kikuu cha Mzumbe. Msomi huyu Dr Emmanuel Nchimbi aliwezaje kuwa jabali la siasa? kama katibu mkuu wa CCM na upiga marufuku kutumika dhidi ya wapinzani. Sisi kama chama mama, kama chama baba katika nchi hii lazima tuongoze kwa mfano, lazima tuwe mfano bora wa kutoa kauli zinazounganisha watu, tuwe mfano bora wa kutoa kauli zinazosambaza upendo. Tusiwe chanzo cha uchochezi, tusiwe chanzo cha vurugu, tusiwe chanzo cha maangamizi katika nchi yetu. Baba na mama wa demokrasia ni Chama cha Mapinduzi. Dkt. Emmanuel Nchimbi alikuwa mmoja ya wajumbe wa kamati kuu ya CCM taifa kuanzia mwaka 1997. Ilipofika mwaka 1998 na alikuwa mwenyekiti wa vijana CCM taifa, UV CCM. Dkt. Nchimbi amewahi kuajiriwa na baraza la taifa la usimamizi wa mazingira nimki kati ya mwaka 1998 mpaka mwaka 2003. Mwaka 2003 mpaka mwaka 2005 alikuwa mkuu wa wilaya ya Bunda. Mcheza kwao hutunzwa. Ilipofika mwaka 2005 aligombea ubunge na kushinda kwa zaidi ya asilimia 60 katika jimbo la Songea Mjini aliporudi nyumbani na baadaye ilipofika mwaka 2010 aligombea tena na kushinda kupitia tiketi ya chama cha mapinduzi CCM. Mara tu baada ya kushinda ubunge aliaminiwa na Rais Kikwete na kuteuliwa kuwa naibu waziri katika wizara mbalimbali mbali, kama vile wizara ya habari na utamaduni, kazi ajira na vijana, pamoja na wizara ya ulinzi na jeshi la kujenga taifa kati ya mwaka 2006 mpaka mwaka 2010. Baadaye Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi alihudumu kama waziri kamili wa habari, utamaduni na michezo. Ilikuwa ni kati ya mwaka 2010 mpaka mwaka 2012, na baadaye waziri wa mambo ya ndani toka mwaka 2012 mpaka mwaka 2013 kabla ya kujiuzuru Desemba 2013 wakati wa utawala wa Rais Daktar Jakaya Mrisho Kikwete. Kiongozi mwenye sifa ya uadilifu aliteuliwa kuwa balozi wa Tanzania nchini Brazil mwaka 2016 mpaka mwaka 2021. Baadaye alihamishwa na kuwa balozi nchini Misri toka mwaka 2022 mpaka mwaka 2023. Mnamo Januari 15 ya mwaka 2024 aliteuliwa kuwa katibu mkuu wa CCM Taifa. Hivi sasa Dr Emmanuel John Nchimbi amechaguliwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr Samia Suluhu Hassan, kuwa mgombea mwenza katika uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu wa 2025. Na, na jina moja hilo ndilo nililolipeleka kamati kuu na wenyewe kamati kuu wamelibariki na wamelikubali. Sasa nataka nililete kwenu jina la kijana wetu, Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi. Yapo lukuki yasiyo na idadi kumhusu Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi, kiongozi mpenda demokrasia, mkweli na mwajibikaji kwa maendeleo ya taifa. Wacha niweke kalamu chini hapa. Mwandishi wa makala hii na msimuliaji wako naitwa Lugano Mwakasege. Unaweza ukaniita pia MC Mwaka.